Mawasiliano ya redio yaliyonaswa yanaonyesha sauti yenye mikwaruzo, lakini amri iliyotolewa ndani yake ilikuwa ya wazi na ya kutisha: mkamateni kamanda, muue wengine wote. Maneno haya ya kushtua ni sehemu ya mfululizo wa mawasiliano kati ya vikosi vya jeshi la Russia ambayo maofisa wa Ukraine wamesema ni ushahidi mpya unaonesha kuwa makamanda wa Russia wanatoa maagizo na kuwaangamiza wanajeshi wa Ukraine wanaojisalimisha, jambo ambalo ni kinyume na sheria za kimataifa. Mawasiliano hayo ya redio, ambayo CNN imepokea kutoka kwa afisa wa kijasusi wa Ukraine yanaonesha kuendesha tukio lililorekodiwa kwenye video ya drone, inaonyesha kile kinachosadikika kuwa ni mauaji ya wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wamejisalimisha, katika eneo la Zaporizhzhia, mashariki mwa Ukraine, Novemba 2024. Video hiyo inaonyesha wanajeshi sita wa Ukraine wakiwa wamelala kifudifudi ardhini. Wawili walipigwa risasi kwa karibu, huku wengine wakionyesha kuandamana na wanajeshi wa Russia. Mauaji hayo yanachunguzwa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine ambayo ilichapisha picha za tukio hilo katika mitandao ya kijamii mara baada ya tukio kutokea. Afisa mmoja anayefahamu uchunguzi huo amethibitisha kwa CNN kuwa mawasiliano ya redio yalipatikana ni sehemu ya uchunguzi huo rasmi. Ingawa CNN haijathibitisha kwa uhuru uhalisi wa sauti hizo wala kama zina uhusiano moja kwa moja na video hiyo, mtaalamu wa uchunguzi wa sauti alipitia mafaili hayo alisema hakukuwa na dalili yoyote ya uhariri au mabadiliko. Mchunguzi mwandamizi wa Umoja Mataifa na ofisa wa ujasusi kutoka nchi za Magharibi wamesema ushahidi wa sauti pamoja na video hiyo vinafanana na matukio mengine ya hapo awali ambapo wanajeshi wa Russia waliripotiwa kuuawa na wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wakijisalimisha. Morris Tidball, mchunguzi maalum wa Umoja Mataifa kuhusu masuala ya mauaji holela na yasiyo ya, ya kisheria, alisema ushahidi huo unaonesha uvunjaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya vita. Nukuu, matukio kama haya hayawezi kujirudia mara kwa mara bila kuwepo kwa amri kutoka ngazi ya juu kabisa za kijeshi, na kwa upande wa Russia, hilo linaweza kufikia hadi urais, alisema. Wizara ya ulinzi ya Russia haikujibu ombi la CNN la kutoa maoni kuhusu tuhuma hizi. Hata hivyo, hapo awali maofisa wa Russia wamekanusha vikali kuhusiana na wanajeshi hao katika uhalifu wa kivita, wakisisitiza kuwa wanazingatia sheria za kimataifa katika kushughulikia wafungwa wa vita. Tuhuma hizi pamoja na mashtaka mengine ya uhalifu za kivita zinaweza kuathiri juhudi za Rais Donald Trump ambaye ameahidi kumaliza vita hii kali. Msimamo wake ambao mara nyingi umeonekana kumwelekea Rais Vladimir Putin wa Russia. Ofisa mmoja wa ujasusi kutoka nchi za Magharibi amesema kuwa alisikiliza mafaili ya sauti hayo na kuyapata kuwa ya kuaminika na yanaendana na matukio mengine ya awali ya mauaji ya kikatili. Kwa mujibu wa shirika la usalama ya Ukraine SBU, tukio hilo lilitekelezwa na kikosi maalum cha Russia kiitwacho Storm katika kikosi cha 394 pamoja na jeshi la tano la mchanganyiko. Kikosi hicho pia kimehusishwa na tukio lingine la kikatili ambapo askari wa Ukraine alikata kichwa akiwa mateka. Ofisa mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine amesema kuwa hadi Mei 5, 2025 imefungua uchunguzi wa jinai sabini na tatu kuhusiana na mauaji ya wanajeshi 268 wa Ukraine waliokuwa mateka wa kivita. Idadi hii inaendelea kuongezeka kila mwaka. Mkamateni kamanda, muue wengine wote. Amri ya redio ilisikika. Katika mawasiliano na redio, kamanda wa Russia ambaye jina lake alijafahamika, anatoa maagizo kwa wanajeshi walioko mstari wa mbele, waliojulikana kwa majina yao ya kificho Alta na Belly. Kwa mujibu wa tafsiri ya mazungumzo hayo, alisema nauliza, nani ndiye kamanda? Kamata kamanda, waue wengine wote, mwisho wa nukuu. Dakika nne baadaye kamanda huyo alisikika tena akisema Fanyeni kazi hiyo, kamata kamanda, malizeni wengine, mchukueni mkubwa wa uwe wengine mwisho wa nukuu. Kisha anauliza kwa hasira, kuna mtu yeyote jibu, walijisalimishe au la? Katika video ya drone kuanzia saa 12 na dakika 27 hadi saa 12 na nusu jioni, kwa saa za Ukraine, wanajeshi aliyevaa barakoa na sare ya Russia anaonekana akitokea misituni na kuwakabili wanajeshi wa Ukraine waliokuwa mateka. Saa kumi na mbili na dakika ishirini na nane jioni, sauti ya kamanda ilisikika tena ikisema, ondokeni, kamata mkubwa wa wewe, wengine wote. Muda mfupi baadaye mwanajeshi mmoja wa Ukraini alionekana akifanya ishara ya kuelekea kwa Warusi kisha kuwapiga risasi kichwani. Baada ya hapo, wanajeshi wengine wa Ukraine aliaminika kuwa kamanda anasimama, anavua kofia yake kwa kujikinga na kuongozwa na kuondoka. Droni inapopaa juu, kamanda wa Rusia anatoa amri yake ya kurejea nyuma. CNN kwa kushirikiana na Center for Information Resilience, imesema inaunganisha picha hizo pamoja na satellite za kijiji cha Novodarika zilizopigwa Oktoba 2024 kuthibitisha kuwa eneo hilo ni sahihi. Profesa Robert Mahiri, mtaalamu wa uchunguzi wa sauti kutoka chuo kikuu cha Jimbo la Montana alisema mafaili ya sauti yalikuwa halisi na hakuona dalili zozote za kuhaririwa. Maofisa wa Ukraine na uchunguzi wa kimataifa wanaamini kuwa mauaji ya wanajeshi waliojisalimisha ni sehemu ya sera ya makusudi ya Russia, na tukio hili linaweza kuwa mojawapo la mara ya kwanza ambapo mawasiliano ya redio yanahusishwa moja kwa moja na video ya mauaji hayo. Ukraine inasema kuwa mauaji haya yanatekelezwa kwa lengo la kupandikiza hofu na kuathiri kisaikolojia wapinzani wao. Nukuu, Ukatili uza ukatili. Alisema Bodan Okimenko ambaye ameongeza kuwa Ukraine imeongeza mafunzo ya wanajeshi wake ili kuhakikisha wafungwa wa vita wa Russia wanatunzwa ipasavyo kwa ajili ya mabadilishano ya baadaye. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.